Nataka kujua kuna kuna uhusiano kati ya kusikia kiroho na kusikia mastadi za kusikia wakati Kimi. wa kujifunza kawaida, masomo ya kawaida, ma maarifa ya kawaida mm -hmm. Sasa ngoja nikueleze, hili ni jambo ambalo jana tulikuwa mm -hmm. tunalifundisha. Wewe ni mtu mara tatu, yani wewe una mwili mm -hmm. una nafsi na una roho. Sasa nafsi yako ni mtu, yani nafsi yako ni mtu kabisa lakini kama ule mtu ambao ule mtu ambao kule ni nafsi yako sasa hmm. kwa maana nafsi yako iko ina iko kwenye ulimwengu wa roho. Yaani wewe uko sehemu mbili. Uko hapa duniani na kuna sehemu nyingine upo ambayo ni kwenye ulimwengu wa roho. Yaani ah, upo wewe eh, kabisa upo. Na ulipo kule ndo tunasema nafsi yako. Ambayo nafsi yako ni akili, hisia na maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa kule, ukiwa kwenye ulimwengu wa roho, mtu akikuziba masikio hata hapa hivi nikiongea utasikia, utakuwa unanisikia, umefungua macho hivi unaniangalia yeah, lakini usikii yani, haupo hausikii. mwana Yesu asifiwe sana mm -hmm. Ndio maana kwenye kitu ambacho kuna prayer points ambazo Wakristo hawaziombeaji mm -hmm. Atuombeaji nafsi zetu ziwe huru. Kwa sababu kule kwenye ulimwengu wa roho unataka kuwa huru. nilikuwa jana namfundisha mtumishi wa Mungu na tunafundisha kwenye radio, tunasema kwenye ulimwengu wa roho, mfano saa hivi tukisema tunaanza kuomba wote tusimame tuanze kuomba, Bwana Yesu asifiwe. Kule kwenye ulimwengu wa roho ambao sasa kuna wewe mwingine, mm -hmm. nafsi yako ipo roho ya giza inaenda labda inaibebesha ile nafsi yako atajiwe. Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. kwa hiyo unaanza kusikia uchovu mm -hmm. unaanza kusikia nini?